Mpendo wa mtazamaji, karibu tena kutufata kwenye Gospel Art Band Talent hii ambao ni ya wasanii e, wa gospel ndani ya mji wa Butembo ama dunia nzima. Tunawakaribisha tena kutufata na acha niwaliki kwa mkutano ambao umeandaliwa kwa ajili yenu. Uh, autour du trône imeandaliwa na wanakwaya wa mm, Inyu musical kuna Bwinongo na wanakualika tarehe kumi na moja mwezi huu na mwaka huu hivi. Umealikwa mpendo wa mtazamaji, na karibu sana uh, hakika ukifika huko utaweza kubarikiwa kabisa, sababu kuna waimbaji wengi ambao wamealikwa. Kuna mama Volonta Mbayai, Adorater Rafael na wengine wote ambao mnawajua hapa ndani ya mji wa butembole maji wewe ambao unapenda rumba unapenda seben karibu sana sababu, le maji itakuwa pia pale na wengine wengi kabisa. Karibu sana na tunaendelea kuwakaribisha wasanii wote kwa ajili ya kufanya historia ya uh, maisha yao walianza namna gani muziki, sababu tayari kuna wasanii ambao tumeshafanya video nao na sasa, wewe ambao unayetufuata ni ngoni mwimbaji, unataka pia ku, fanya video ya uh, historia ya jinsi ulivyoanza, ama parkur ya kariere ya konsolo, unakaribishwa sana na mlango ni wazi kabisa. Unatupigia tu tunafanya program na mengine ijo. Asante sana, na Mungu awabariki.